Kubeti ni kamari, bahati nasibu ni kamari. Ni haram kucheza bahati nasibu, na ni haram kupangisha jengo lako bahati nasibu. Bahati nasibu ni laana, bahati nasibu ni sawasawa na nyama ya nguruwe. Betting sports, kuna pool, wama adira kama pool, kuna draft, kuna chess, hizi zote ni type za kamari. Tena kubeti una dhambi mbili: kwanza ni kamari, pili ni ramli, unatabiri kupitia mkeka na huu mkeka ndio utakaolalia motoni. Kuna mkeka wa buku, kuna mkeka wa buku mbili. Asilimia tisini na nane wacheza kamari vijana waislamu nyingi. Lazima niwaambie, mkimaindi poa, lakini nawaambia, Allah anaomba uwe shahidi. Acheni kubeti. Watu wanabeti mpaka msikitini, subhanallah, subhanallah. Kamari umma wa kiislamu umeoza vijana